ya umma ya mwaka elfu mbili na kumi na moja inaendelea kupigiwa kelele na wadau mbalimbali hapa nchini Tanzania, ikitajwa kama moja ya kikwazo cha utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, kutokana na kukinzana na kanuni za sheria za serikali za mitaa katika utekelezaji wake. Doris Megji kutoka Singida anaeleza, zikiwa zimebaki siku chache ili bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lianze Baadhi ya wadau na wananchi wa mkoa wa Singida wametoa maoni yao kuhusu sheria ya manunuzi ambayo ina changamoto mbalimbali katika utekelezaji wake. Kwa hiyo, sheria ni kandamizi. Ni kandamizi kwenye upande wa malipo. Kwanza wanavyokuwa wanadai malipo yao yanachukua muda mrefu, wengine wamekuwa wamekopa kwenye asasi mbalimbali. Sasa marejesho yao yanachukua yana muda wanakuwa wameshapitwa na wakati. Kwa hiyo serikali inatakiwa kwanza ikawe na wafanyabiashara iwaambie tenda hizi mlizotenda au hii kazi mliopata mtalipwa kwa muda gani? Kwa upande wa watekelezaji wa sheria hiyo, kitengo cha manunuzi cha manispaa ya Singida wanatoa maoni gani na ushauri gani katika urekebishaji wa sheria hiyo? Kipengele namba namba namba namba sitini subsection four kina kinamtaka accounting officer, yani afisa masuhuri, baada ya mchakato wa manunuzi, maamuzi yote yaliyofanywa na bodi ya zabuni yapelekwa kwenye kamati ya fedha na mpango ambayo kimsingi ni waheshimiwa majiwani. Kipengele hicho kinaondoa kuna kinaondoa udhibiti, kwa sababu waheshimiwa majiwani wanakuwa sehemu ya maamuzi ya mchakato. Sasa in case inatokea la kutokea, nani atamu nani atamhukumu nani? kwa sababu naona wanakuwa part. Ni sheria ambayo kama mesikia hata bungeni imepigiwa kelele, na wadau wengi wameipigia kelele, kwa sababu kwanza kuna kipengele cha kwamba kama kuna mkataba unaozidi milioni hamsini lazima tuupeleke kwa mwanasheria mkuu, dar es salaam. Dar es salaam kuna nini? wakati kila makao makuu ya mkoa kuna ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wenye sifa sawa na wale wanasheria walioko dar es Salaam. Dar es salaam kuna nini? na kwa kufanya hivyo kazi zinachelewa za barabara na kazi nyingine. Kutoka Singida, mimi ni Doris Megji, wa Azam News.